Mimi nimewatengenezea watu dawa ambayo mafuta haya tunaita Panguso, nimewatengenezea kwa ajili ya kurahisisha sana, kwa ajili ya majumba yao, watoto wanaolia, husda, fitna, ushirikina, maradhi ambayo yameingia tumboni ya uchawi, ganzi, mguu unauma, e, mgongo unauma. Wallahi wabillahi yana faida kubwa, na watu wamekuja kuchukua sana. Wale watu ambao wanasumbuliwa majumbani kwao, wanasikia michanga inawamwagwa, wanasikia kuna vitu wanaitwa, hawalali usingizi nini, wao wapigie deki tunda

chukua kifuniko kimoja wanatia katika maji lita 20 lita 10, wanapigia deki nyumba zao ndani mle, wallahi wabillahi, nyumba inakuwa safi. Watoto wanaolia wakogeshewe tu basi, wakogeshewe tu basi, watoto wanaolia wanaulia, watulia, wanaogea tu kidogo, na mtio na mtia katika maji yake wanaogea, wakiweza kuatilia na makaa saba yale ya moto yale, inakuwa bora zaidi. Maana wamechukua maji wanatia na mafuta, wanachukua na makaa saba ambayo yamewashwa moto, wanatumbukiza la kwanza, la pili mpaka saba, wanatoa yale makaa Alafu wana wakuogeshea yale maji. Mwenye biashara yake anapigia deki kwenye biashara yake. Una gari yako, unakuogeshea goli gari yako. Wewe mwenyewe una maradhi ya kurogwa, ya ndani ya mwili, chukua kifuniko kimoja, tia katika maji lita moja na nusu, tikisa yale maji kunywa robo kikombe asubuhi na jioni. Yote maradhi ya mwili ya ndani yote, kama uchawi, kuna nini utatoka. Miguu inauma wewe, chua tu. Mgongo unauma wewe, paka tu, nakuchua. Macho hayaoni vizuri, tia ndani ya maji, nawa hivi, wallahi. Shamba lako nenda, kaweke katika pembe nne za shamba lako, mwagia mwagia mule. Mafuta ambayo hayakutani na mchawi, shetani wala mwanga. Wakati nayatengeneza haya, mimi nilikuwa liwale wakati nayatengeneza alikuja mtoto mmoja wa kiume anyambia, Sheikh Shafii, kila ni kilala na ingiliwa njia ya nyuma, kila kilala na ingiliwa njia ya nyuma. Kaambiwa nenda kapake ya mafuta siku tatu. Akarudi akasema anainingilia ni babangu mzazi bula ni singipa aya. Eh, kwa sababu ya utajiri tu babake mzazi anamwingilia kwa sababu ya magari ya nini. Kwa hiyo tayari tumeyatengeneza na tumeyasomea yako vizuri, na hayapatikani popote zaidi ya ofisini kwetu. Kwa nini? Kwa sababu tunaogopa watu, sasa hivi wanatoa sana kopi maxi. Ukiyapeleka dukani haya, utakuta siku ya pili yamejazana, ayafanye kazi yoyote. Kwa hiyo niwaambie watu, mafuta hayo tunayo, yanaitwa Panguso, yapo <coughs> ya ofisini tu, wapige simu hapa, wanapoiona hii namba watapatiwa. Watu wa nje tunasafirisha ya mafuta, watu wengi wanayachukua na wanayajua.